Jinsi ya kutoka kwenye madeni. Hekima ya Mungu haijawahi kufeli kutatua. Neno la Mungu ni njia za juu ambazo hazijawahi kushindwa. Neno la Mungu ni njia za juu, uwezi ukazipita, usishinde kila kuliaplai. Neno ni kuaplai hekima ya Mungu. Hakuna tatizo lisilotatulika mbele ya hekima ya Mungu. Zifuatazo ni hekima za kiungu za kukutoa kwenye kila aina ya deni. One. Kubali kuuza ulicho nacho ili uondokane na madeni. Madeni yanaua. Kubali kupoteza rasilimali uipendayo ili uwe salama. Haina haja ya kung'ang'ania mali wakati una madeni yanayokupa pressure. Una ng'ombe unayempenda sana alafu kuna mtu kila siku anakupeleka mahakamani anakudai milioni moja na una ng'ombe wa milioni moja, ila unasema ng'ombe unampenda sana. Kubali kuachia unachokipenda kuondokana na madeni. Tumesema madeni yanaua kuna kitu chenye thamani bila uhai? Vitu utafutwa, uhai hautafutwi. Mali zinarudishika, uhai haurudishiki. Amani ni ya thamani kuliko mali. Sina haja ya kung'ang'ania gari nane wakati kuna milioni sitini na daiwa zinaniibia amani, nikizikumbuka kwenye usingizi usingizi unapotea wiki nzima. Bora kupoteza mali kuliko kupoteza uhai. Ukipoteza kitu kwa ajili ya uwai hujapoteza. Kuna tumaini kwa yeyote aliye hai. Mungu anaweza akafanya chochote na aliye hai. Hekima ya pili, anza kuwa mtoaji bila kujihurumia. Utoaji ni hekima ya kutoka kwenye madeni. Usikubali kukosa cha kutoa. Utoaji ni njia ya kibiblia ya kutoka kwenye madeni. Utoaji ni njia ya kiungu ya ku kwenye madeni. Unachokitoa kitarudi na uliopoteza. Utoaji urudisha uliopoteza za kwa njia yeyote ile. Aliyoko kwenye madeni ndiye anayepaswa kuwa mtoaji mzuri. Usiruhusu hali yoyote ya kimaisha kukutoa kwenye utoaji. Utoaji utakutoa kwenye maumivu ya kiuchumi, ikiwemo madeni. Namba 3 hakikisha kuna kazi unayofanya jishughulishe na chochote kile. Mungu anachukia mtu asiyejishughulisha. Kama asiyefanya kazi na asile basi, hata asiyefanya kazi pia asitoke kwenye madeni. Mungu hutumia kidogo unachofanya kukupa matokeo makubwa. Usijali udogo wa kazi, Mungu hutumia kazi kubwa kukuza matokeo yake. Ishu siyo aina ya kazi, ishu siyo saizi ya kazi. Mungu anataka tuwejishughulishe tu. Hekima ya nne, kubali Hekima ya akiba. Akiba ni hekima ya ushindi dhidi ya madeni. Akiba ni kimaandiko kabisa. Akiba ni hekima ya Mungu. Akiba ni kinga itakao kukinga na madeni. Akiba ni tabia ya watu wakuu. Akiba humkinga mtu na uhitaji wa kesho. Ni lazima ukubali nidhamu ya kuweka akiba ili kushinda silaha ya madeni. Kwenye kila fedha ama pato upatalo, jizuie uwezavyo, ubakishe kid dogo ni umasikini. Kutumia chote ni laana. Kula chote ulichopata ni aibu. Kula vyote kutoweka akiba ni roho ya umasikini. Ukiona fedha usione kula, ona akiba kila fedha utaka. Hata kama utatoka hapa nje uokote elfu moja kule nje cha kwanza ni Mungu, cha pili akiba, matumizi baadaye. Usikosee hiyo fomula, naomba uzingatie hiyo itifaki. Kila fedha utakayopata kuanzia leo, namba wan Mungu, namba tu akiba, namba thri matumizi. Sasa kwa kuwa baadhi yetu tumekamatwa fahamu, tukipata fedha namba wan matumizi, alafu ndio kuna kilichobaki tumpe Mungu. Amna, imeisha, amna shida, sintamtolea tu kesho. Watu wa Mungu, akiba itakufikisha kwenye ukuu. Usidharau akiba ndogo unayoweza kuweka hata kama ni asilimia mbili au tatu, usidharau. Anza kidogo kidogo. Akiba itakufanya usipitwe na fursa za papo kwa papo. Namba 5, na mwisho, chagua kuzama kwenye maisha ya neno na maombi. Kama unataka kuishi mbali na madeni, chagua maisha ya neno na maombi, jishike na madhabahu kama unataka kutoonewa na chochote kwenye hii dunia, shikamana na madhabahu. Kinachokutenga na ibada kinataka kukuunganisha na mabaya, ikiwemo madeni. Maisha ya neno na maombi yana nafasi kubwa sana kwenye ushindi dhidi ya madeni. Neno na maombi ni ushindi wangu na mlango wangu wa kutoka kwenye kila deni na kila uonevu. Kwa hekima hizo tano mtu mmoja ameshashinda tayari.